dunia hii mambo mengi yanatuzingira leo ningependa kusoma zaburi ya tatu zaburi ya tatu iliandikwa na daudi na daudi aliandika baada ya kijana yake anaitwa ya absalom kumwasi na maadui wakamzingira hii dunia tunaweza zingirwa na mambo mengi kutoka kwa mawazo kutoka kwa watu na hata hali ambayo tunapitia lakini daudi alijua amezingirwa na yeye akaomba vitu viwili, na hata mimi naomba mambo yakikuzingira, uombe mambo mawili. Daudi anasema katika Zaburi ya tatu na mstari wa nane wokovu una Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Mambo yakituzingira, tukumbuke tunahitaji vitu viwili. Jambo la kwanza, tunahitaji wokovu. Kwa nini tunahitaji wokovu? Kwa sababu sisi ni wasafiri Sinyi mnasalamiana hamjamboni? Wasafiri wa kwenda mbinguni. Na kwa sababu sisi ni wasafiri wa kwenda mbinguni tunahitaji wokovu. Bila wokovu, mtu ni wasafiri wa kwenda mbinguni tunahitaji wokovu, bila wokovu, mtu ni msafiri wa kwenda jehanamu, lakini ukiokolewa unabadilisha njia yako na unakuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Jambo la pili tunahitaji wokovu ili dhambi situtawale, dhambi ya mawazo, dhambi ya wivu, ya fitina hata ya tamaa. Tukiokolewa, si dhambi inatutawala, ni Yesu anatutawala. Jambo la pili, baraka za Mungu ziwe juu yetu. Ukiwa mkulima, unahitaji baraka ya Mungu. Ukiwa mwalimu, ukienda shuleni, unahitaji baraka za Mungu. Ukiwa mke, unahitaji baraka za Mungu. Kila mtu anahitaji baraka za Mungu. Leo naomba Mungu akupe uokovu. Amen. Na yeye akufanikishe kwa kila jambo ambaye unafanya Amen. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, bariki mtumishi wako pamoja na mume wake, bariki pia Baba mwenyezi, naomba watoto wake, na hata anapoenda kuhudumia watoto kwa neema yako umtangulie, na hata siku ya leo tunaombea wakulima wote ambao wamepanda, na hata Baba mwenyezi wafanye biashara na wote ambao wanashughulika leo Wape wokovu na baraka zako kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.